Oh, haleluya, watu wa Mungu. Ninaitwa Mhubiri Mngoni, tunaendelea na vipindi vyetu vya siku zote. Tuombe. Takatifu, mtakatifu Mungu wa majeshi, wewe ni Mungu uliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana, tupe kibali machoni pako tutakapokwenda kusema na watu wako katika ujumbe huu. Ninaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo Amen. Amen watu wa Mungu, tunaendelea tulipoishia ujumbe uliopita ulikuwa unasema Kristo ni mfano wetu. Tulitazama pale na tulisoma kitabu cha Matendo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa nne. Huo ndio msingi na, na tunaendelea pale pale na kifungu chetu kile kile, Matendo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa nne. Tunaendelea hapo hapo, ila leo ujumbe ambao una unaitwa Injili na kitabu cha Matendo. Injili na kitabu cha matendo, huu ndio ujumbe wa leo. Kwa nini injili na kitabu cha matendo? Tunaposema injili, nafikiri wale wote wanaoamini Kristo wanaelewa injili ni habari njema. Yesu alisema hii ni habari njema ya ufalme wa Mungu, na ndio ujumbe wake wa kwanza. Kristo anaanza kuhubiri, anazungumza injili ni habari njema ya minini na mtubu upate kuondolewa dhambi zenu. Unaona? Huu ni ujumbe. Kwa mara kwanza Kristo anahubiri, anasema injili nini? Ni habari njema. Tubuni nami mpate kuokoka. Yaani, muamini injili na mtubu. Sasa kwa nini nimesema injili na kitabu cha matendo? Fuatana nami. Anasema kitabu cha matendo kingefikiriwa kama injili Injili yetu ingawa kuna amina nyuma ya vitabu vya Agano Jipya, kitabu cha matendo hakina amina. Wafasi wa Kristo walikuwa wakiendeleza kazi. Hakuna mwisho wa kile ambacho umekuwa ukifanya. Tunatakiwa kuendeleza pale walipoishia. Kama tungekuwa na vitabu vina vinavyoendelea kuandikwa vya matendo, sisi tungekuwa tumetajwa ndani ndani yake. Ningependa kuku, kuku, ningependa kukiita matendo ya waamini. Mistari minne ya kitabu cha matendo inaunganisha pamoja injili na kufanya msingi, na kufanya msingi hii. Amina watamuno, huu ndio ujumbe unaosema injili na kitabu cha matendo ya mitume na kifungu chetu kile kile, Matendo sura ya kwanza sura ya kwanza mpaka wa nne. Ndugu zangu, tuwe makini, hasa nyakati tulizokuwa nazo hizi. Tunaposema injili na kitabu cha matendo ya mitume, ina maana kwamba kitabu cha matendo ya mina, kitabu cha matendo ya mitume ukiangalia nyuma hakina neno amina, lakini vitabu vyote vingine vya injili ukiangalia nyuma kuna neno amina. Amina maana yake na iwe hivyo. Kwa hiyo ukiangalia okay, kitabu cha matendo, hakina amina maanake kinaendelea. Ndio wale tunasema kwamba vitabu hivi vya Injili vingeendelea kuandikwa hata sisi tungetajwa katika matendo ya waamini. Sisi tungiitwa waamini wa yale ambayo mitume walifanya kwa upitia Bwana wetu Yesu Kristo. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo tunaposema kwamba kitabu cha matendo hakina amina, ina maana kwamba ni mwendelezo wa yale ambayo mitume walikuwa wakifanya. Kwa hiyo hata sisi tunaendeleza yale ambayo mitume walikuwa wakifanya. Na ni vizuri zaidi ukaelewa neno. Na ndiyo tunasema kwamba ijue kweli na kweli itakuweka huru. Utasoma Injili takatifu ya Yohana sura ile ya nane na mstari wa thelathini na moja mpaka thelathini na mbili. Yesu anasema ijue kweli na kweli itakuweka huru kweli kweli. Si kweli tu, kweli kweli anasisitiza. Ijue kweli na kweli itakuweka kweli kweli. Hata nami na ndugu zangu, niwatie moyo kwamba kama mtafuatana nami siku zote, hii ndiyo kweli ya Mungu, na hii ndiyo itakaoweka kweli. Yesu anawaambia wanafunzi wake, wakati ule anachukuliwa na mawingu, anawaambia nendeni, mbaki Yerusalemu, msiondoke mpaka nitakapowazirishia kwa Roho. Baada ya siku arobaini Mitume wanazirishiwa roho mtakatifu na Kristo ambaye yuko kwa baba yake mbinguni. Wale mitume walikuwa katika kusali na kuomba katika ghorofa kule Yerusalemu. Yesu aliwatokea kwa roho kwa mambo mawili au ishara mbili. Ishara ya kwanza walitokewa na ndimi kama ndimi lizogawanyikana za moto, na jambo la pili uvumi wa upepo wa nguvu Ulioijaza uli ile nyumba walikuwa wamekaa mitume on. Hizo ndizo dalili ambazo Kristo aliwaziirishia kwa roho wale mitume, aliwaambia wasiondoke wapi? Yerusalemu. Je, leo wewe unaziirishiwa ujazo wa Roho Mtakatifu kwa njia ipi? Swali ninahitaji comment zenu. Kama mitume waliziirishiwa roho kwa njia mbili moja kwa ndimi zilizo gawanyikana kama za moto na mbili kwa nguvu za uvumi wa upepo wa nguvu ukaijaza nyumba yote. Hizo ndizo ishara waliodhirishiwa kwa Roho Mtakatifu. Na baada ya hapo tunaona dalili nyingi, Yesu dai kwa dalili nyingi za roho aliowazirishia, sio kwa vitu. Sasa ndio maana leo nauliza imani iko wapi? Kama imani iko katika vitu, imani iko wapi? Roho Mtakatifu ana kazi gani katika maisha yako? Ujaza Roho Mtakatifu uko wapi katika maisha yako? Kama unaamini vitu ambavyo vinavyoharibika tena ni takataka na uchafu, imani yako iko wapi? Na udhihirisho wa roho uko wapi? Ndugu zangu, tusiangamie kwa kukosa maarifa. Mungu amemleta mhubiri mngoni kuokoa kizazi kinachoangamia na manabii wa uongo. Maana wanasema kuona udongo wa kutoka Israeli. Huu udongo utakwenda kumwaga katika sehemu mbalimbali, hata makaburini wale waliokufa huko watarudi, jamani. Kristo alifufua watu si kwa udongo, alifufua watu kwa neno. Neno liko wapi? Udongo ndilo neno. Ndugu zangu, tusipotee kwa ujinga. Ni heri ukaijua kweli na kweli ikakuweka huru. Ndugu zangu, fuatana nami siku zote katika vipindi hivi. Naye itakuweka huru na kumjua Kristo anayetenda kazi ndani yetu. Injili ni habari njema, sio hadithi za kufikirika kama hivi tunavyodanganyana leo. Ndu Mungu awabarikishana, nitahitaji komenti zenu nyingi. Ingia TikTok andika ati mobili mngoni, YouTube andika iyoyo. Komenti zenu ni za muhimu mno na ninahitaji sana kuona kwamba tunaendelea au tumebaki pale pale na nani vizuri zaidi ukaliki Weka comment kama una chochote, uliza utajibiwa bila shaka yoyote. Injili ni habari njema ndugu zangu, iwatie nguvu na moyo. Ujumbe leo unaosema Injili na kitabu cha Matendo ya Mitume, kwamba ukisoma hiki kitabu kinazungumza hasa watu wawili kinawazungumza. Hiki kitabu chote cha Matendo ukisoma kinazungumza watu wawili. Hasa kinamzungumza Paulo kinamzungumza na Petro. Ndiyo hawa walikuwa misingi mikubwa katika Injili. Na ukiangalia watu ambao walikuwa wameaminiwa sana na watu ambao walikuwa hawawezi kukaa na jambo moyoni, unaona Paulo anamkemea Petro. Ingawa Petro alikubalika sana na Yesu, lakini Petro alipojaribu kujichanganya na mataifa, Paulo anamkemea na kumrudi katika njia. Leo wewe unajiita askofu, baba baba, nani atakukemea? Na hakuna wazee kusema kwamba mna wazee katika mahuduma zenu, maana mnaoita makanisa, hizo ni huduma tu Mmejiweka wenyewe ndio rais, mnateua hivi na hivi, wewe nani atake kurudisha? Ndugu zangu, fuatana nami siku zote, na Bwana atawafungua. Yesu alikuwa na wanafunzi kumi na mbili. Hii ni ishara ya kwamba unapokuwa katika huduma kuwa na watu watakao kuwa ufanya nao kazi pamoja kama wazee wa kanisa. Hawa mitume kumi na mbili unaweza kuona kama ni wazee wa kanisa. Yesu alikuwa na wanafunzi kumi na mbili tu. Unaona, Yesu alikuwa na wanafunzi 500. Lakini 380 wa wakatoweka, Yesu akabakiwa na wanafunzi mia na ishirini. Katika mia na ishirini Yesu hasa alikuwa anatembea nao ni kumi na mbili. Hata leo katika huduma yako weka watu wenye sifa, wenye sifa, ili muende sawa katika kazi ya Mungu. Kama unampenda Mungu kweli, kanisa lenu, huduma zenu, muweke wazee wa kanisa maana hakuna utakapoenda kinyume, mwingine atamuonya mwingine na mtakwenda sisi. Tu viungo tutaonyana mmoja na mwingine, ndiko kujengana kwenyewe. Sasa wewe umesimama peke yako Januari, Desemba, hapo hakuna mshauri. Nani roho yuko yu, yu, wapi? Roho ndugu zangu, nina mambo mengi ya kuzungumza, lakini ingawa muda wangu hautoshi. Bwana awabariki ingawa kwa muda mfupi, kwa dakika chache, lakini na imani fahamu zetu zitapata chochote kitu kwa siku kwa siku na hatimaye mpate kuwa hodari katika Bwana. Nataka niwafungue fahamu zenu mjue kweli ya injili na kweli ya Kristo. Na hii ndiyo iliyohubiriwa na mitume bila kuongeza bila kupunguza. Kama mtafuatana nami mtabarikiwa sana sana. Mungu awabariki. Tuombe. Mtakatifu, Mungu wa majeshi, uketiye mahali pa juu palipoinuka, neema na fadhili zinawaye Bwana, ukambariki hata kamera wangu huyu, Mungu kamtie nguvu, kamwepushie na na mambo ya kidunia na roho zinazotawala dunia, ili apate kutumika katika roho na kweli, na ikiwezekana awe msaada katika kazi yako. Wewe ni Baba, wewe ni Mungu, ukawakumbuke hata wale ambao, Baba, wanaonifuatilia mtandaoni, ukawajalie katika vipato vyao, ili wapate kuwa kwenye simu na kufuatana nami na kuwajenga na tuka, siku moja tukaungane pamoja na kuitenda kazi yako sawa sawa na mapenzi yako. Wale wote wanaohitaji kufanya kazi nami, niko tayari kwa mwaliko, kwa jambo lolote, na Mungu atawabariki na kila mwenye pumzi aseme amen, amen.